Kwenye chama cha Mapinduzi ukiwa umenyooka hivi. Yaani umenyooka hivi, lula inasubiri. Mambo manne wanaweza wakakufanyia wahuni. Kwa sababu wahuni wapo kwenye CCM pia. Kwenye vyama vingine labda wamejaa kabisa, lakini wako wahuni kwenye chama cha Mapinduzi na mimi nimeshiriki kuna wenzangu kwenye uongozi kupambana nao. Mambo manne watakufanyia ukiwa umenyooka. Na mwana CCM yoyote nayasema yasema haya nanielewa. La kwanza watakupiga fitna. Fitna ni kupeleka maneno ya uongo na nini kwa viongozi mm. La pili wakishindwa fitna, utashushiwa zengwe. Zengwe linatengenezwa, skendo linatengenezwa, skendo linatengenezwa, skendo lisilokuwa na kichwa wala miguu. La tatu utalogwa, watu wanaloga mm. Na ndio maana tuko baadhi yetu ambao tunaamini ili kutoboa ni lazima mtumaini Mungu wetu wa mbinguni. Ya yani, nne watakuja wajaribu kukuumiza kuku